ika wiki ya kuombea uchaguzi wa watendakazi katika mtaa wa Simanjiro. Uh, tumebahatika kuwa na mchungaji Oresti Mrema, mchungaji wa Global anayefanya kazi kule Kitwai, na kwa namna pekee sana katika kuyaendesha maombi haya katika maboma ya Wamasai, tulibahatika kukutana na eh, washiriki mbalimbali na wageni wa makundi ya Njolai Ngamati pamoja na Kitwai penyewe. Na hapa ni moja ya e, ibada tuliyoifanya tukiwa tunazungukia katika maboma hayo. E, mwitikio ni mzuri. Tuombe Mungu kwa kazi ya Bwana. Kama jinsi inavyojulikana huku Umasaini, kwa sasa tuna changamoto ya e, vitu vitatu tuna changamoto ya majengo mazuri ambayo yanaweza yakawavuta Wamasai kuja kuabudu ndani, lakini tuna changamoto ya vifaa, mfano PA system, zile spika za kuchaji au kuweza kupata sola kwa ajili ya kuendesha ibada kwa kutumia vifaa vya sauti vinavyotumia sola. Eh, lakini pamoja na hayo eh, tunaona kwamba baraka ni kubwa na kwa kuwa tunaendelea kutafuta wafadhili hapa na pale kwa ajili ya kutegemeza mradi huu katika maeneo Masaini, basi tunaamini kila kitu kitakaa sawa sawasawa. Hapa tunaye mm, e, Mchungaji Orest Mrema aliyewatembelea, e, Wamasai hawa, nikiwa naye na kuwapa neno na baadaye kuomba nao. Mungu aibariki kazi yake katika mtaa wa Simanjiro. Mama akakumbuka neno moja tu, akasema "Mwanangu, lala chini, watu kafa nini, lala chini haraka, kwa sababu akajua kwamba akaendelea kukaa nini. Akalala chini, watoto wote wakalala chini mama ndipo akawa salama, akaja akasaidia yule watoto, watoto wakawa nini salama. Mama hakuwa na uoga, alitamka kwa sauti, watoto lala nini chini. Na siku ya leo Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne na mstari wa kwanza, msifadhaike mioni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo, ningaliwaambia maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Haleluya! Yesu alijua alipokuwa naongea na wanafunzi wake, kanisa la awali, kanisa aliloliacha Yesu alijua kuna changamoto, akawaambia Najua hizi changamoto zipo ndio, lakini za muda mfupi. Ninaenda, sitaenda nibaki huko, ninaenda kuandalia. Nitakuja tena niwakalisha wapi? Kwangu. niwakalisha wapi? Kwangu. na hata sasa tunaelezwa na Kristo, magonjwa wengine, ni hali za kiuchumi, wengine tu ni hali za maisha, wengine Ungana nami mchungaji Julius Temba ninapoendelea kuletea mada mbalimbali zinazohusiana na maendeleo ya ibada iliyotulia katika maeneo ya Masaini, na tutakuwa tukirusha mbashara kupitia Rombo Mission TV. Karibu sana.